Okay, uh, bado tuko Temeke msibani, na hapa ni msikiti wa Maputo ambapo mwili ama sala maalum ama dua maalum ya kumwombea marehemu mama yake na msanii msani, Meja Kunta itafanyika hapa, na tuko na Balaa MC, ni miongoni mwa wasanii wa singeli wenzake ambao wamepata nafasi ya kuja kushiriki kuja kutoa faraja na kutoa pole kwa msanii mwenzake Meja Kunta. Balaa, kwanza nasi tukupe pole pengine kwa kumbukumbu nzuri, taarifa zilikufikiaje za kutoweka kwa mama yake na Meja Kunta? Taarifa mimi zimenifikia, niliona mwenyewe Meja ameposti katika peji yake e, lakini nil, nilimtafuta alichelewa kunijibu na hisi ndio alikuwa katika, tayari alikuwa katika harakati Ezo. Kwa hiyo taarifa mimi nilipata nikiwa Arusha, kama unaona niliposti juzi niko kwenye show Arusha. Kwa hiyo e, nipo njiani nilipoona postas yake, nimefika hapa jana usiku. Kwa hiyo e, nilipofika tu nikaja huko Mbagala mimi kuaga na kuja sana Temeke kwa sababu mwenyewe ni nyumbani. Nilipokuja huko nikalalia huko jana, asubuhi mapema nimeweza kufika hapa. Na ulikuwa unamfahamiana na marehemu mama yake? Kwa sababu ya kazi ya muziki unafahamiana na Meja. Mama, labda mlikuwa mnafahamiana, yeye alishakuonana, ushakutana naye, ushamtembelea, ukamkuta Meja kwao. Ah, hapana kwa kweli, ndo mara yangu ya kwanza leo nabahatika kumwona hmm, lakini kwa bahati mbaya ndo kama hivyo hmm, eh, lakini ni mara yangu ya kwanza sikuwaigikuwa na ukaribu hivyo mpaka nyumbani kwao, mimi nina ukaribu tuna Meja Kunta basi mm. Hili ni pigo, najua kwake limamgusa na linamtikisha, labda linaweza likamtikisa labda kidogo kwenye maisha. Neno gari la faraja unaweza kumpa Meja Kunta pamoja na ndugu zake ambao wamepatwa na hili bwana? Kwanza kabisa sisi tunamtakia pole e, na Mungu am, amfanyie pesi katika kipindi hichi kigumu, katika hali hii ambayo anapitia kwa sasa, na sisi tupo kama vijana wenzie, wasanii wenzie, wanayo wakaribu kwa ajili ya kumfariji

msibani Temeke na tulipokea taarifa za kifo cha mwimbaji wa, cha mamake na msanii wa nyimbo za singeli Meja Kunta, na leo ndo tumeamba ndo siku ya mazishi. Hapa ni msikitini na aliyeko mbele yetu ni baba mzazi wa Meja Kunta. Pole sana na msiba, asante sana. Uh, wa Tanzania ukufahamu kwa majina unaitwa mzee nani? Kwa majina anaitwa Muharam Sadik Mtomboka. Okay. Hmm, labda mngetufahamisha msiba uh, namna ambavyo ilivyokuwa marehemu alikuwa akiumwa ama ilikuwaaje? Pana kwa kweli ni kama ghafla fulani, kwa sababu marehemu marehemu alikuwa haumwi aumwi maana, ila alikuwa katika mashughuli kwa yake. Kwa hiyo e, akawa msafiri kwenda zake na ni huko Lindi e, kwenye mazingira ya samaki pwani. Kwa hiyo e, alipofika kule, baada ya kuandaa mzigo wake tayari yupo katika maandalizi kutaka kurudi, ndo akatokea hali ya kuwa kama ya pressure. Okay. Eh, kwa ilivyotokea alio baada ya kumsaidia saidia mpaka muda fulani ikaonekana tayari hali ni kwa sio mzuri akapoteza maisha. Limekuwa pengine labda ni tatizo la muda mrefu ambalo ika linamsumbua muda mrefu, ama ni ghafla tu ndio limetokea mpaka ikapelekea wapa hii pressure. Pressure nayo sometimes inamtokea, lakini alikuwa na control mwenyewe mna anatumia dawa hizi, lakini ilipotokea hapo ilikuwa ni ghafla eh. Kwa hiyo ikampelekea fariki Pengine okay. Labda siku chache kabla ya umauti wake kumfika mlipata labda nafasi ya kuweza kuwasiliana ama kuzungumza chochote kabla hajafikwa na umauti hiyo? E, tulipata nafasi ya kuwasiliana kwa sababu nafikiri ndani kama ya mwezi mmoja hivi tulikuwa wote kule tukakutana pale tukazungumza, mwanaye tukatumenda sawa, lakini kama baada ya wiki mbili tulikutana na mimi e, mtonii hapo, tukazungumza katika maswala tu mengine ya kimaisha na kutaka kujua mwanaye maendeleo yake, mazingira yetu, tukazungumza. Baada ya hapo, baada ya wiki mbili hiyo ndio akasafiri kwenda huko, ukisema. Okay. mm. kukutana naye kwa maana kwamba hamuishi pamoja wewe? hatuishi pamoja oh. E, hiyo ni muda gani? hiyo ni muda mrefu hiyo. Okay. ni muda mrefu tulishatengana, kunaye akaolewa sehemu nyingine. okay. akazaa tena kule watoto wawili, kwa jumla na watoto watano. Kwa ni Meja ni mtoto wa tatu, ana dada zake wawili wamemtangulia, wa ambaye hao sikuzaa naye mimi okay. Eh, lakini tulipokuja kuzaa naye mimi mtoto mmoja, then eh, akaja tupotengana, akaja kuolewa ja, sehemu nyingine na mtoto wawili. Inadaiwa kabla ya kifo chake usiku wa saa nne alikuwa anazungumza na mtoto wake wa kike, lakini anasema baada ya kumuulizia mzazi mwenzie na kusema kwamba anaumwa yuko hoi, ndio ulimpata pressure kuna ukweli kiasi gani kwa hilo? Kwa hilo siwezi kulithibitisha kwa sababu kwanza taarifa hiyo ya kupata kutoka kwa mtoto kwa mama anaumwa, angsaa n nauaaikua kupata taarifa mm, eh, ila mimi nilikuja kupata taarifa kwenye majira ya saa kumi na moja baada ya Meja Kunta kunitafuta mm. Lakini simu nilikuwa niko nayo mbali kidogo, ngoja kuipata kumpigia vipi, na baba tayari kuna taarifa ya msiba vipi, mama amefariki mm. Shida ni na tatizo ni presha tu, ghafla imetokea leo. Hivi ninavyoongea tayari mimi niko njiani nakuja hapo kwako, tuangalie mazingira msiba yanaendaje. Kwa hiyo presha, taarifa ya kupata mapema kwamba alikuwa labda anaumwa masaa mari matatu nyuma, kupata taarifa hiyo, lakini taarifa nilipata mpaka tukio hilo linamtokea kwa muda huo, tayari katika shughuli zake za kuandaa mzigo wake, labda kutukumbusha tuenzi za uhayo wa marehemu kwenye wewe na yeye mlikuwa mkishirikiana vipi kuhusu kipaji cha Meja Kunta, kwenye upande wa malezi na mkamgundua mwanae msanii msa, msa mm, yote mmeenda naye vipi hiyo? Tumeshirikiana vizuri, kwa sababu kugundua Meja Kunta ni ana kipaji cha usanii baada ya kumaliza masomo yake, alipomaliza masomo, nilikuwa naishi naye mimi tangu akiwa mdogo, lakini baada ya kumaliza masomo yaani ya, ya form pale yeye akawa anaanza kutoka, wakati mwingine sipate taarifa kwamba amelala wapi. Kwa hiyo nipokuwa nawasiliana na mama yake, ambaye amekuja huku na siku mbili siku tatu. Kwa hiyo mimi, alipomaliza masomo yake nilikuwa na, ma, na maendeleo kuandaa masomo mengine. Kwa hiyo nilipomuuliza mazingira, kuna kitu nafanya, nitakwambia, lakini kwa kweli hakunikabili kuniambia kwamba bwana mimi ni msanii, hapana. Lakini nikaja kuzisikia nyimbo, naambia huyu bwana kijana wako baada ya kusikiza ni kweli nikarudi nyumbani kamwita, tukakaa. E, mazingira, nasikia sasa hivi unaingia tu usanyaje, je, mazingira yako akoje hapo? Baba nipe kama siku mbili tatu nne, nitakwambia. Kwa hiyo baada ya kupita siku hizo akaja kuniambia baba, mimi nafanya shughuli hizi hapa na nitegemea, kwa hivyo naomba support yako. Na kweli ni msupport, yani nyimbo ya kwanza kabisa achana hizi zingine zingine, lakini nyimbo ya Mamu ambayo nafikiri ndio iliyomtoa ile, mwenyewe mchango wangu kuwepo mkubwa, sababu wakati huo niko zangu huo kuna mkoa mmoja kusini kunjinjo, mm. ndipo kule nienda katika mazingira ya kufuta, ndipo akanipigia simu akanifahamisha. okay. e, baba kuna moja mbili tatu, naomba msaada wako mm. nilikuwa niamini kwa sipo, nikaomba si rudi kwa mamako ambaye niokuwa naishi naye, rudi mm. kwa mamako pale kuna pesa kiasi fulani kachukua. okay. akafanya hivyo tayari, mpaka mauli akamerekodi siku ya kwanza tu ambaye lemamu umetolewa, mm. akaja maeneo ambayo ilikuwa hapo ni kwa maeneo fulani hapa mtu ni soko mjinga akafika na bwana, baba kuna nyumba ambayo nimetoa, lakini kuna moja mbili tatu hivi tunaifanyaje? Nafikiri wako na mtihani. Meneja yake wa kwanza anaitwa nani? Ule Jimeka hapa na Jimeka, kuna mwingine alikuwa naye kabla. Umeona eh, ndo wakitaa chipukizi, chipukizi. Lakini nambe bwana, ule kidogo tuna mtihani, lakini wakati hiyo nina taarifa tayari nimekutana naye mtu mmoja anaitwa Jimeka kwa ibada ya kukutana Tayari kuna mazungumzo tumeongea, lakini mwambie mimi siwezi kufanya chochote bila wewe mzee. mm -hmm. Kwa hiyo kama uko tayari kesho, tufanye mm -hmm. mpango tukutane naye. Ndipo tukakutana na Jimeka tayari tumetengeneza mpaka mazingira hapa alipokuwepo. S uh, pengine labda kwa kumalizia video. Ah uh, tunatamani kusikia kutoka kwako kipi ambacho unakikumbuka kwa mzazi mwenzako, marehemu mama yake na Meja Kunta ambacho unaamini kwamba hiki amekiacha kama alama ndani moyo wako. Ah uh, kitu kikubwa kwanza, asilimia 90 ni upendo mm -hmm. kwa sababu yani ilikuwa mpaka unaweza kusema labda kama tulikuwa tunasumbuana kila baada ya muda. Mm. anahitaji kujua meja anafanya nini, uko wapi, mm. nini kinachoendelea maisha yake akoje. Kwa hiyo alikuwa atumii sana kupitia kwa Meja mm. asilimia tisini ilikuwa kwangu, okay. Eh, kwa hiyo iko ni kitu amekiacha kuanzia Meja mwenyewe mpaka mimi tamkumbuka katika hilo. Asante sana, nashukuru.